Naam, msikilizaji na mtazamaji wa YouTube channel ya Mtambala TV. Hujambo, nami sijambo pia. Uh, katika siku ya leo tuenda kujifunza kurekebisha cherehani ambayo inadondosha bobi, uh, ambayo unapoweka bobi tu ili ushone, basi cherehani, bobi inadondoka chini au haikai, inazunguka kwa moja kwa moja inakuwa haizunguki, ila ile ringi yake ya ndani ndio inakuwa inazunguka kwa ajili ya kutoa uzi. Asa unakuta bobi nzima inazunguka na hatimaye unakuta cherehani inaweza ikakwama au bobi ikadondoka kabisa. Asa, changamoto hii tunaenda kuisolve kwa pamoja. Um, cherehani hii ni adalizi, lakini pia mfumo huu wa cherehani upo katika cherehani za aina zote, hata cherehani zile ambazo ni ndogo, ni za kawaida, butterfly za kawaida, mfumo wake ni huo huo. Cha kufanya utaondoa vibati vyako vya juu hapo. Ukisha ondoa, unatoa bobi, una enda kutoa na vile vichuma vi, vi, vi, vi au vi, katika ile sehemu ya kuweka bobi, vile vyuma vi vyake utaenda kuvichomoa pale. Um, changamoto hii huwa ni kakibati cha sehemu ya bobi ambacho uh, kinakuwa ki, kimeleta shida. Mara nyingi vibati hivi vikivunjika, bobi haiwezi kukaa kwenye hiyo sehemu. Hasa angalia kwa makini nati ambazo zinazifungua kwenye cherehani hii katika sehemu hiyo ya bobi. Wakati ambao nimekwisha kutoa vile vyuma vyangu vyote um, kuna nati ambazo zinazifungua hapo, ni vinati vidogo vidogo sana ambavyo vimefunga kwenye kile kibati ya wengine wanakiita wembe wa cherehani lakini mimi it, kuita jina rahisi kabisa ka kibati kibati ka cherehani ambacho kamekaa sehemu ile ya bobi. Asa hapo, kuna nati ambazo nimezifungua, kama hii hapa, hii hapa hiyo nishaifungua, imetoka. Ni vinati vidogo sana ambavyo eh, unatakiwa kufungua kwa makini ili ukidondosha kisiku, na utafungua na hiki cha upande mwingine wa pili, hiyo nimesha kifungua tayari. Na unaweza ukaangalia bisibisi ambayo naitumia au kitu ambacho nakitumia kufungulia, hiyo ni spoko ambao nimeichonga kwa mfumo wa bisibisi mbele, kwa sababu vile vinyati vidogo sana, kwao nikaamua kutumia spoko ambayo nimeichonga mwenyewe. Kwao nikishafungua hapo, na kibandua hichi kibati, na na ukikiangalia hichi kibati inaonekana kimekaa muda mrefu sana kwenye cherehani mpaka kimekuwa hivi, ha? Unaona upande mmoja kiko sawa, upande mwingine kimevunjika. Lakini angalia hiki kibati kipya ambacho nimekinunua. Hiki kiko, kiko sawa. Yaani pande zote ziko sawa, lakini kikitazamani upande mwingine umefanyaje umevunjika. Hiyo ndio sababu ambayo ikapelekea cherehani hii nikiweka bobi tu nikianza kuiendesha cherehani, bobi yangu inazunguka yote. Nikiweka bobi tu wakati mwingine nikianza kuendesha cherehani, bobi inadondoka chini. Kwa hiyo ndio sababu ambayo imepelekea bobi kufanya hivyo. Kwa hiyo hichi kibati na kibadilishia na kiweka hiki kipya ambacho nimefanyaje? nimekinunua. Lakini hiki kibati unakiwekaje? Kuna mbinu za kukiweka kwa sababu e, nati zake ni ndogo sana, kwa ukiweka pasipo kutumia mbinu za kiufundi, unaweza ukakuta kikakusumbua sana kuweka, hata ukashindwa kuweka. Kwa hiyo sasa utafanyaje? Sehemu ambayo imejikunja itakuwa iko upande wa chini, sehemu ambayo imenyoka itakuwa upande wa juu. Kwa hiyo sasa kwenye hicho kibati sasa, so, upande mwingine umenyooka na mwingine umejikunja. Upande ambao umejikunja unakuwa hapo pande wa wapi? Wa, wa, wa, wa chini. Sasa utaweka kinati kwenye kibati, alafu unalengesha huku, unati ikiwa ipo ndani ya kibati kabisa, alafu ndio unalengesha e, ile sehemu ya kufungia e, hicho kibati chako au wembe wako wa cherehani e, sasa ukishafanya hivyo, unakuwa unafunga taratibu kwa sababu nakuwa umelengesha nati pale pa kufungia na kibati chako kikiwa kiko hapo hapo hapo, basi unakuwa unafunga taratibu. Naona hapo kama ninavyofunga, niliweka nati kwanza kwenye kakibati, kwenye kitundu chake, alafu nikaanza kusogeza na nikaanza kusogeza kile kibati kwa eneo ya karibu na sehemu yote itakiwa kufungiwa, na nikaweka kinati chake nikakilengesha kwenye tundu lake, kwa nikaweza kufanikiwa kufunga na unakuja upande pia mwingine wa pili, na unachukua kale kakinati na utafuta mbinu nzuri ambayo itakufanya uweze kukiweka kwa sababu ni kinati kidogo sana. Ehe, kwa mfano hapa nifanye hivi, nachukua hii spoku yangu ambayo imetengeneza kama bisibisi, naishikiliza ili kinati kisidondoke. Unaona nilivyofanya hapo hapo, nilivyofanya na nakishikilia na kinati kwa kidole ili kisidondoke. Alafu nageuza cherehani yangu. Umeona, nikishageuza naweza nikatafuta mtu anishikie upande mwingine, cherehani itulie hapo hapo, au nikashika mwenyewe. Alafu nachukua hii bisibisi yangu ambayo nimeitengeneza, nafunga kile kinati taratibu. Umeona hapo kile kinati ambapo napafunga na, na eh e, panakuwa pamekaa upande wa chini, kwa nafunga taratibu ili kisifanyeje, kisiweze kudondoka kile kinati nafunga hapo kama unavyoona, kisha funga tayari, nakuta kimekaa. Umeona hicho kibati ambacho tumekiweka kingine. Sasa hicho kibati ambacho tumekiweka unakikazia kazia kidogo, kikisha kuwa kimekaza tayari, basi inakuwa umeshamaliza changamoto hiyo. Sasa hebu tuhakiki kwamba hii changamoto imeisha au bado inasumbua. Kwa hiyo moja kwa moja hapo nitachukua vile vichuma vyangu ambavyo vimekaa sehemu ya bobi, na nikishachukua nitaviweka pale kwa, nitaviweka kama ilivyo desturi, kama kawaida, naviweka hapo. Nikishaviweka nitavifungia vizuri kabisa. Kumbuka usikosee kuviweka hivi Nachukua na bobi moja kwa moja naweka. Nikishaweka nakuta, nikiendesha cherehani bobi inakuwa imetulia pale pale, haizunguki tena kama ilivyokuwa inafanya awali, kwa sababu wakati nashona hii bobi, hiki kichuma hiki kilikuwa kinazunguka kinatoka kabisa, ina, inakuwa inazunguka bobi nzima. Lakini sasa hivi haizunguki. Changamoto ilikuwa ni nini? Nicho kibati ambacho tumekibadilisha. Kwa mpaka hapo nakuwa mashine yangu iko vizuri kabisa. Kwa huu msikilizaji, endelea kutufuatilia na endelea kujifunza mengi zaidi na zaidi kutokea Mtambala TV.